na taazima kwenye jamii huwezi kuniita mimi kama umbwa njo, kwa sababu matusi zangu ni mimi, nakulia na watu wa Yanga. Ukitaka kusikia matusi kutoka kwangu utasikia mingi sana, lakini nafikiri huyu ni mkuu wa mkoa napasha kukuwa na hazi sehem na unamheshimu kwa sababu rais amemtaua, na, na unatarajia yeye akuheshimu wee kama binadamu na raia wa nchi hii na mkazi wa Dar es Salaam na kadhalika. Hii ni kutafuta masifa. Hii kesho utanikuta mimi kwenye gazeti na awa jina sitini na sita au sitini na nne yote watasaulika. Natakuta maarufu kutoka mgongo yangu, heshima na taazima kwenye jamii. Huwezi kuniita mimi kama umbwa njo, kwa sababu matusi zangu ni mimi, nakulia na watu wa Yanga. Ukitaka kusikia watusi kutoka kwangu utasikia mengi sana lakini nafikiri huyu ni mkuu wa mkoa. Anapasha kukuwa na hazi na unamheshimu kwa sababu rais amemteua, na unatarajia yee, yeah, akuheshimu wewe kama binadamu na raia wa nchi hii na mkazi wa Dar es Salaam na kadhalika. Hii ni kutafuta masifa. Hii kesho utanikuta mimi kwenye gazeti na hawajia sitini na sita au sitini na nne yote watasaulika, watakuta maarufu kutoka mgongo yangu. Oh, let's be serious.